Ni time base mm -hmm. Na hakuna kitu kizuri ka sawa na kuota yule ambaye yuko tena katika mwili. Unasemaje wewe, unasemaje dokta? yeah. Yaani mtu ameshaondoka mwote nalivyokufa, si ukuo nalia ukutaka afe sasa, ukimwona si mlimmisi, aa fomula hiyo na video furai badala kabla hata alienda kwa medium now, ndoto ni time based, maanake ndoto inaweza kuwa past present or future mm -hmm. Watu ambao walikuwepo maishani mwako wataendelea kuwepo maishani mwako, kuwepo maishani mwako. Mm -hmm. Did you know kuna marafiki zako ulisoma nao mm -hmm. Mulikuwa marafiki kabisa mm. Aisha kufa, lakini wewe ujui. Unaweza ukaongea na mtu kuhusu, kuna rafiki yangu tulisoma wote, alikuwa ABC, unamwongelea kabisa kwa raha na ujui amesha kufa, kwa sababu unajua kwamba yupo mm. Waliokufa ni wale ambao wewe unajua awatumie tena miili yao mm. Lakini ule mwili aliutumia, image imebaki Mm. Hamwezi kuweka picha ya marehemu akiwa amekufa siku ya msiba mm. Unaweka picha yake akiwa hai mm. Kwa hiyo reference ya mtu ambaye ame, ametoka katika mwili ni wakati yuko hai, Hai wake na baki ni muhuri. Kumuota mtu aliyeondoka katika mwili unarejea kwa energy yake, hakuna tofauti na huyo mwanamke aliyesema amemota mume wake anamtaka na, namhitaji kimwili, haitaondoka Once married, always married. Huyo. Mm -hmm. Mwana imani potofu na ujinga ndio nadanganya watu, watu waliokufa hawajatuacha, wametutangulia. mm -hmm. you are next. Kwa nini unaanza kuona kama ile haifai? Ndiko nakuelekea, whether you like it or not, inabidi uanze kuzoea kufanya mazoezi, kuelewa kwamba Your wife or husband it doesn't mean kwamba yeye ndiye anakuotesha. Ni energy ya kwako ina njaa, na yeye ndio imemwita katika jina la Yesu. it's a normal thing, so it's you who called. Wewe uli hai ndio umemwita, ni energy yako, umemisi kupitiliza, ni energy yako, ni energy yako. Watu wanafanya masturbation na imaginary ideas na, na, na, na imaginations ambazo aziko sio realistic lakini you create a picture. People do lots of stuff like that na marehemu wengine anaweza kaingia pale kwa energy, lakini picha hiyo kwa sababu ni blurry feeling inayodrive, you know, emotion yako huwezi ukaelewa. Mwanamke kumwota mume wako aliyekufa, sio aliyekufa mume wako. mm, mume wake ndio amekufa, sio mume wako. Mm. Tungekuwa mwili tu, mwili ni marehemu mm. From day one mm. mm. mm. Inabidi uchukue pumzi ili mwili uendelee kufanya zoezi la kuishi na kufa mm. Kuendelea kuitwa mwili uhai mm -hmm. Yes mm -hmm. Mwili ule ndio ulikuwa wa mume wako <sighs> lakini s energy yake bado ipo, haiwezi kufa. Sasa dokta, samahani nakukatisha, weke clean pale yeah, kidogo mama yeah, yeah, yeah, ni kwamba kuota ndoto ya namna hiyo inabidi uwe mjinga ili ukatae, ama umerogwa na maimani potofu ya kidini, dini ambazo hazina mantiki. mm -hmm. Mm -hmm. lakini daktari, hapo daktari sio yeye amekuja, narudia so, tena yes. Wewe ndio umemwita kwa sababu, okay, umemmisi, una njaa naye. Aitokei watu wote, kuna watu mke amefariki leo, ana mwingine spiritaili ambao ni mpya, na mwanamke mwingine mume amefariki leo, siku hiyo hiyo, watu wanalia mwili huko mortuary, ana, ana ushiriki na mwanaume mwingine huyu hapa hawezi kumuota yule. Ukimuota mwenzako anakuja kwa intimacy ya namna hiyo, hisia zako inaashiria umemmisi kiasi gani. haya kila ngine. ndoto sio reality okay. kwa mtazamo wa mwanadamu inabidi uelewe, ndoto zinatokana na, na source mbili uh -huh. kuna source ambayo ni subconscious na ndoto ambazo ni conscience uh -huh. kama conscience yako ndio nakuletea ndoto ina maana inakuwa from outer realm kuingia ndani mm. Kutoka nje kwenda ndani mm. Lakini ikiwa subsequent mm. Ambayo inatokea kwa subconscious sub yako, ina maana ni ndoo inayo emanate kwa source ya kuishi kwako, mwanaume uliyeishi naye, umeishi naye consciously mm -hmm. Ulikuwa unamtambua mm -hmm. Ni mtu gani ataendelea mm. kuishi kuwa nawe mm. Lakini nategemea nishati yake unaialika kiasi gani, uwezo kaota ndoto ya namna hiyo. Miss energy hiyo, tafsiri ya kwako inakwenda hivi mm -hmm. Yule marehemu mm. ndio anakujia, ndio ndio, amekuja sasa. No, ana tena power ya kuja hivyo mpaka umuite. Sasa swali tumesema mm. mm. unayeongea naye ni medium by training mm. ni psychic wewe Jehovah by na training, by training naogopa, ndio siwezi kwa mini hey, doktor, vi doctor, ah, kwa practice kwa sababu mimi naamini Mungu amen, eh hey, dr vitabu vyote vimekataza dr, mimi naomba nyenye maji. Kwa hiyo siwezi ku practice kuwa psychic or medium mm. kinachofanyika, oh, energy ile uwezo kaialika wewe tu unavyoamua, inabidi contact iwepo wanaosoma Biblia labda utaona Sauli <laughs> alikwenda kumwita Samuel. Ndio. na watu wanao practice um, ambao ni medium medium medium, ni katikati kati, ni kati medium kwa Kiswahili ya wafu na wazima, sasa sio kati. Like, kati, kati ya wafu na wazima tu. sema tu kati, lakini ni katikati, si ndio kati waliondoka na waliopo. Kati ya watu ni medium. Okay. Now <laughs>